Naitwa Mkaguzi Msaidizi Joachim Mgini Katindasa, afisa operesheni ya zimamoto na uokoaji mkoa wa Manyara, wito wa moto maeneo haya ya mawingu kata ya Bagara. Tukiwa kwenye tukio la maokozi kata ya Sigino, kuna gari aina ya Scania limeanguka na tulikuwa tunajitahidi kuwatoa majeruhi pamoja na watu waliopoteza maisha kwa taratibu za kuwapeleka hospitali, ndipo tukapata wito wa tukio la moto maeneo haya mawingu, katika jala kwamba kuna nyumba inaungua, lakini tulipofika eneo hili tulibaini kuwa hichi ni, ni, ni eneo la karakana ya kutengeneza samani za ndani, yani wanatengeneza fenicha za ndani kiwemo masofa, vitanda na namna hiyo eh. Kwa hiyo tumefika eneo hili tumekuta moto mkubwa kweli ukiwa kwenye hatua ya full development, ambapo moto ulikuwa ni mkubwa, vitu vilikuwa ndani vingi vilikuwa vimeshika moto kwa hiyo askari wetu wameweza kupambana kuweza kudhibiti moto huu. Kama mnavyoona, eneo hili la karakana ya kutengeneza samani za ndani limekuwa karibu sana na majengo, kwa mfano nyumba ya kulala wageni na maeneo ya biashara, kimeshikana sana, tumekaribiana hivyo, tumepambana kuweza kudhibiti ili usilete madhara makubwa kwa maeneo haya ya makazi ya watu. Mpaka muda huu unavyoongea na wewe, hatujaweza kubaini haswa chanzo cha moto ni nini, mpaka hapo kufanya uchunguzi wetu. Leo tutafanya uchunguzi wa awali, kesho tutakuja kufanya uchunguzi wa kina kubaini chanzo cha moto ni nini haswa. Kimsingi, kwenye tukio hili tumeweza kuokoa baadhi ya samani za ndani ambazo eza zimeaiwa ndani, kwa kushirikiana na wananchi wa eneo hili ndio. Lakini kimsingi niseme tu hakuna madhara makubwa yakumaanisha majeruhi wala kifo kilichotokana na tukio hili. Wito wangu kwa wananchi wa mkoa wa Manyara kuwapitisha ni kwamba waweze kutoa taarifa jeshi la zimamoto na uokoaji kupitia namba dharura moja, moja nne. Namba hii ni bure kabisa na ikumbukwe huduma za jeshi yani la zimamoto na uokoaji, yani maokozi na kuzima moto ni bure. Huenda mtu kwa anapata hofu, anaona tukio la moto na ah, nijapiga zima moto, huenda kuna shaji zozote wataniitoza? Hapana, huduma za jeshi la zimamoto na uokoaji ni bure kabisa. Hivyo na wito wangu mwingine wa pili, wafanyabiashara na wote ambao mmesikia Uh, ni vyema basi wakati maafisa wa jeshi la zimamoto na uokoaji wanapita maeneo mbalimbali kufanya ukaguzi wa kinga na tahadhari ya majanga ya moto, watu waweze kuzingatia ushauri wanaopewa. Lengo ni nini? Ukaguzi huu una, una lengo kubwa la kuzuia majanga ya moto kabisa, kwa sababu unapokaguliwa, unapopewa ushauri wa kitaalamu mimi ufanye vifaa gani, ufunge kitu gani, kisifanyike, hii inakusaidia wewe kuwa na tahadhari kubwa katika biashara yako hata nyumba yako kwa hiyo watu wazingatie sana ushauri unaopewa na maafisa na askari wa jeshi la zimamoto na uokoaji mkoani, popote pale nchini, sio sio Manyara tu, popote pale nchini watu wazingatie ushauri unaopewa. Majina yanaitwa Idi Musa. Ghafla nikienda tafuta chakula, ghafla tuka mm, ah, tuka tukaona moto. Ni, tukaona acha tufanye tu kazi ya kuokoa tukaanza kuokoa mavitanda magodoro mengine mavitu vitu tuliweka hapa. Saa tukapiga na simu na mami niko naelewa namba kuna mia na kumi na nne, mia na kumi na nne tukapiga so wakasema sawa majira saa sa tatu saa nne kamili nyumba ingine ya mama tulisaidia kupiga, tuligonga gonga mlango ili watoke